Naye anaitwa Wilbert Masanja. Ah, ni nilikuwa mtia nia katika jimbo la Mkuranga katika uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025. Lakini kwa bahati mbaya jina halikurudi. Ambapo katika utaratibu wa chama ni jambo la kawaida kwamba wagombea mnakuwa wengi, chama kinaweza kupendekeza yoyote ambaye anakuwa anafaa kwa watu, na sisi tukamuunga mkono. Kwa mimi ni mwanasiasa lakini pia ni mfanyabiashara wa mazao. Na pongezi kwa wagombea wa wote nchi nzima wa vyama vyote wameonyesha wa mfano mzuri sana katika kampeni za, za mwaka huu wa uchaguzi, kwa maana wanaendelea na kampeni ambazo zinadili zina na kitaasisi na sio dili na personalities. Sasa, personalities inamaanisha wananadi sera zao na ahadi zao za ilani ya vyama vyao, na sipo pasipo kumtukana mtu, kumkejeli mtu au kusababisha vurugu ambayo itaathiri shughuli za kibinadamu kwa wananchi wengine. Kwa kweli, huu umekuwa mfano ambao najua ni mfano wa kuigwa hata kwa nchi zingine za Afrika Mashariki na Afrika Kati na dunia kwa ujumla, kwamba nchi yetu inakuwa ni nchi ya mfano ambayo inaendesha kampeni zisizo na vurugu yoyote, na wananchi wanakuwa wanaposikia mkutano wanaenda kusikiliza, maana wanakuwa na uhuru wanakuwa na amani, wanajua hapa ni muda wa kampeni, hakuna vurugu amna nini. Kwa kweli, mimi nimefurahishwa na kampeni hizi na sikutarajia kama zingekuwa ni kampeni nzuri kuliko miaka yote. Kwa kweli, napenda kuwapongeza uh, tume huru ya uchaguzi lakini pia na serikali ya daktari uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa usimamizi mzuri na kutuwekea utu wa mtu kuheshimiwa. kwa kweli Uh, nampongeza sana Mheshimiwa Rais na serikali yake. Kampeni hizi imekuwa ni kampeni za mfano ambazo siye, si, kutokea na wananchi wote wanakuwa huru kwenda kwenye mikutano, na hii ikawe ndio desturi ya, ya nchi yetu kwa ujumla, hata kampeni zijazo wa, wa, wa, wa, wa, waige hii. Kwa kweli, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kiongozi wa kuigwa, lazima tumpongeze sisi. Kiahidi inatekeleza, tukiangalia SGR tukiangalia ujenzi wa mashule katika ilani iliyopita Uh, iliahidi na kweli kulikuwa na mradi wa COVID ambao Daktari Samia Suluhu Hassan alijenga mashule mengi katika ule mradi wa, wa COVID. Na, na, hakuna tena wanafunzi uh, ambao wanashindwa kuchaguliwa kwenda kuendelea masomo ambao wanatoka darasa la saba kwenda sekondari ambao wanaanza wote watu, watu, watu, wanapata. Kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana si, napenda na, na kusema CCM ikiahidi inatekeleza tukiangalia katika katika ilani iliyotekelezwa kwamba tutanunua ndege kwa kweli kweli, serikali ya ya ya, ya, ya, awamu ya tano na ya sita imeweza kununua ndege za kutosha, na kila mtu anashuhudia uh, kila mtu anashuhudia, wala sio wala sio simulizi. Tukiangalia katika uboreshaji wa minombili kwa maana ya bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao tuliahidi katika ilani iliyopita, limetekelezwa na limetekelezwa katika wakati mwafaka <coughs> Pasipo usubufu tuliahidi kwamba wananchi wote mazao yao yatanunuliwa, na kweli mpaka sasa ni wakala ya hifadhi ya chakula unanunua unanunua mazao, na hakuna mwananchi ambaye anahangaika na, na soko la mazao. Huo ni utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Nataka kusema kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kwamba system inatekeleza na kila mtu mmoja wetu anaona kwa namna gani system inatekeleza katika ilani hii. Pia naomba tu kwa pamoja tukiamini Chama cha Mapinduzi kwa ilani ambayo ina, ina, ina, tunaenadi sasa hivi itatekelezwa ipasavyo na ndio mimi na imani kubwa sana Chama cha Mapinduzi tarehe 29 Oktoba 2025 ambayo ndio siku muhimu. Uh, mimi nitoa rai kwa wananchi kwamba siku hiyo tujitokeze sisi wananchi wote kwa wingi kwenda kumpigia kuwapigia kura wagombea wote kwa maana ya rais wa bunge na na madiwani na siku hiyo ni siku ambayo itakuwa ni ya kihistoria, kwa sababu sisi wananchi ndio wenye maamuzi ya mwisho ya kuweza kuiweka serikali yetu madarakani. Sasa kila mwananchi atakuwa atimiza wajibu wake wa kwenda kushiriki kuhakikisha kwamba anaweka serikali ambayo anaitaka madarakani, ili kusudi maendeleo akayapate pasipo yeye kujutia. Na na rai yangu tu kwamba wananchi wasisite nchi yetu ni nchi ya amani, wananchi wote wanaishi kwa amani, hakuna kizuizi cha aina yoyote. Watoke asubuhi na mapema, wakafate taratibu katika upigaji wa kura, na kila mwananchi apige kula kwa uhuru. Baada ya kupiga kura arudi, na ndiyo utamaduni wetu sisi. Jambo la kupiga kula ni tamaduni katika utamaduni wetu, huwa halina hofu. Miaka yote tulipokuwa tunapiga kura kwa upendo, kwa furaha, na tunapata mgombea wetu. Kwao namwombea kura za kutosha Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kuna kuna kuna kundi la watu wachache ambao hawana hawana upendo na nchi yetu, na wengine hawapo nchini uh, ambao wanapotosha sasa. Uh, nipende ni, ni kusema tu kwamba Watanzania ni, ni watu wenye akili, wanaelewa na hilo na sio jambo la kwanza kutokea. Wamekuwa wakifanya zama za zama, zama, zama nyingi na ndio wale wale ambao walikuwa wanapotosha wana kipindi cha nyuma, ndio hao wanapotosha kipindi hiki. Sasa hizo ni jitihada ndogo tu ambazo haziwezi kuwapotosha Watanzania kwao Watanzania na vijana kwa ujumla, wapuuze wapuuze kwa sababu hii ni ndio nchi yetu sote na hatuna nchi nyingine tena, kwao tukileta uh, vurugu yoyote katika nchi yetu hakuna namna ambayo tutakimilia watu. Kwa hao ni wapotoshaji. Na kama mtu kweli ambaye anajiamini kwamba an, an, an, yuko mstari wa mbele katika kuwapotosha aje nchini, asibaki kule kuweza kutuma ujumbe na kadhalika. Tunaamini kati nchi yetu ni nchi ambayo ina misimamo, ina amani na ina ulinzi wa kutosha, kwa hakuna raia yote, yoyote. Mi niwatoe rai vijana, niwatoe rai vijana, hizo ni propaganda za mtandao tu ambazo wala zina madhara yoyote katika taifa letu. Wakuuze wa, wa, wa mitandao wajitokeze wapiga kura.